Ok karibuni, uh, kwenye Swahili Coderz. Eh, uh, tutaendelea kwa maana tuliacha tulifika tuli jana eh uh, maana tuliachi, tuliachia. So we can pick up from there and then we can continue. Now tulikuwa tunasema tutaangalia, um, elements in details. So tutaangalia all necessary elements ambazo tunazitumia kwa HTML but before tuanze, naomba tafadhali eh, subscribe, comment, share, like, please subscribe kwa hii channel eh, ili tuigrow pamoja. Kama kuna mtu ambaye unajua anaanza kulearn coding ama anajikumbusha kulearn coding anajifunza web development, please share with him or her, alafu yeah tuendelee kulearn pamoja eh, before tuanze tulikuwa tume create our document, lakini leo tutafanya kwa example, tutai do all this in example form uh, so uh, that you can find that information clearly ukiona uh, kwa website itakuwa rahisi kuona vyenye inaitumika. Sasa kwa project, so tuta create personal portfolio eh how provide uh, as an example. Bila kupoteza wakati, ina maana ulikuwa umeifungua html yako au document yako, then just uh, on your left here, navigate to your folder kama hujafanya hivyo and then just create uh, index.html so Uh, mimi nitaanza fresh lakini we can continue from where you left so, kuna html tulisema hiyo ni ambayo inafuata kutoka doc type, ina maana ni sa html document, and then kutoka hapo uh, kuna head section. Hapa kwa head tukasema tutaitumia tutaiweka elements ka hizo, uh, meta, kuna title tulisema tutaiweka title na i title tumesema tutaiangalia my profile, ndio ni example ambayo tunaitumia. natukasema kitu kingine ambacho tuna link huku ni CSS. so CSS na jinsi ya kuweka external CSS ni kupitia hiyo jina umepatiwa hapa style.css. Of course wakati utalana hata framework, jinsi ya kuitumia hizo framework, how you can kama uta learn Django tutaendelea, tutaangalia back end, Django so this is the beginning. Kuna vitu nyingi ambazo tuta learn kwa web development, but this is the foundation of all web, sote tunaanzia hapa, so tukitoka hapa kwa style, hapa kwa header tulisema, next thing ni kuangalia body. So body hapa kwa body ndo tutasiaka all our elements, na kuna kitu ambayo inaitwa comment. Comment ni something ambayo labda uchaki we mwenyewe utaiona kwa code, but mtu mwingine hawezi kuiangalia kwa website, haita appear on your website, kwa page yako haita appear but ukienda okay, kwa code you will see it, so it's very important. Wakati unaandika complex au ah, code yako vyenye inakuwa kubwa unakuwa ukiexplain. So for example, ndasema example of, of uh, elements ambao tutakuwa tunaangalia leo ni sectioning elements for instance, na example moja so, ni ida so wsanida hida ni kichwa hapa ya website. Kwa mfano tukiangalia hii hapa, hii ni hida, umeiona hida? Hizi sote ni hida ya website, so ukiangalia huku CSS, JavaScript au exercise, so hiyo ni example of ida, alafu kuna nyingine ni navigation so nyingine ni kama vile navigation umeiona hapa. So hizi ni example nyingine navigation. So unaona in navigation, na ukiangalia hapa utaona hii ndio navigation bar. If I click nikiclick huku inanipeleka from one page to the other, so hiyo tumeitumia navigation bar huku, so hivyo ndo inakuwa so ukitoka hapo kwa navigation, for instance. So tulisema tuna create example of your website here to provide. So hii uh, ni example of uh, navigation bar ni unaweza kuitumia hapa ndani ya navigation, unaweza kuitumia kama link ili kupeleka kuitengeneza, uh, linki yako huku juu kwa website. So utaitumia like hiyo na anchor tag, alafu utaitumia hii hivo, tuseme home. Kitu nyingine tunaweza itumia ni create about page, about about

So, hiyo ni example ya kitu ambayo tutakuwa tukiangalia. So, hiyo ni contact. So, ya, hapa kwa navigation, umeona kwa mfano. Nikiwita kuklik huku preview, utayona. So, saizi ya tu-create hizi page zingine, but we will see it in details in the future lessons. Mwenye uta i-connect, mwenye unaweza i-link hizi website ili unavigate from homepage to about page. Saizi hatuna hiyo about page, but kuna homepage hii ni home uko nayo kwa sasa, but hatuja i create hii. So unaweza i preview hiyo website yako kupitia hapa. So port 55 eh, tulikuwa tumesema. So hii ndo ni eh, uh, page yako ambayo mm -hmm. ume create kwa sasa. Kuja tuifanye styling na CSS baadaye, lakini kwa sasa hivi ndio unai we create home about contact na navigation hii, ni elements ambayo tumeitumia ni hida na, na izi, izi list ya na hanga tag. So tukiendelea hapa chini, tutaiangalia other elements ambayo tunafaa kuangalia leo kwa leo. So kuna main, kuna example nyingine ambayo inaitwa main element so body section yako ya website unawesa categorize into different section yeah. So tumesema unawesa itumia main hapa utaheka uh, into different section of website venye unaiona hii kwa main. So hapa ukiwa kwenye homepage, utasema this is main section of my website, alafu kuna element zingine kama vile section, unaweza itumia section. Kuna watu wengine wanaitumia section, kuna watu wengine wanaweza itumia div, unaweza itumia div. So hizi inakusaidia ku, kuweka your website into section venye unaiona hapa kwa hii website nyingine, nikupa hii example Umeiona hapa, hii ni ka, section moja ya website. This another section html umeambiwa. So unaweza itumia div au section au main, haijalishi mradi ukuje huku. Wakati wa kufanya styling utaitumia, kama unatumia external, so utaitumia class, class utasema labda main And then you look, you connect kwa your CSS but utakuja kuiangalia hizo baadaye, so kuna section nyingine unaweza sema my main section ini body part. So utakuja tuicategorize our website into different, uh, into different sections, so unaweza kuja kuiangalie this is another main section ya website left right and middle venye unaona website imekuwa iki separate yo. Ukiangalia ka facebook kwa instant page yake kwa computer, you will see imekuwa into three categories. So umeona kuna middle section, kuna navigation huku, right left, and then in the center. So you can use this section, utaitumia hizi section ama main how div kuiseparate hivo. So unaweza itumia pia articles naweza itumia pia article. So hii ni vitu ambavyo unaitumia ku section yo website, hisi elements ambazo unazitumia ku section your, uh, your website. Na nyingine pia ni footer. So ukitoka kwa header, obviously unaingia kwa footer, footer ya website. So unaweza itumia footer, so endelea kuipractice practice, ang angalia hizi sectioning elements zote ambayo tumekupa kwa leo, uendelee kuzitumia ili ujue unaweza kuitumia haje. So footer ya website kwa mfano, kupitia hii ambayo nimekuonyesha hapa uh, utaiona hii ni footer section. Footer section ni chini kabisa ya website. So kutoka hapa, hii ni footer mwona hapa hii black section, hii ni footer. So everything iko hapa ni footer, so venye unaitumia in the same way. So hizo ndo ni elements ambazo unazitumia kwa footer. So, s utaitumia footer au unaweza itumia div, but kwa accessibility ya website yako, make sure unaitumia hizi element kwenye unasiona hapa so ili searching iwe rahisi, ukitumia hizi, kafuta bila kuitumia eh, div sana. Kuna watu wanapenda kutumia div ambayo umeiona hapa, so inakusaidia kwa accessibility ya website yako well, wakati uta deploy kwa internet. So hebu tuendelee huku kwa, hebu tuendelee kwa ile uh, project yetu ya profile. So nataka uendelee sana example, utaendelea kuijenga. Tulikuwa tumefika hapa kwa hida, so nikakupa main, nikakupa section, div, article na footer. So footer nikakwambia ni kuchini chini ya website kabisa. Article unaweza itumia unaweza itumia div na unaweza itumia section hapa, unaweza itumia main, haijalishi ni gani utaitumia kutoka hapo, but hizo ni elements ambazo unazitumia specifically kwa sectioning, and then kuna elements nyingine ambazo zinatumika text content elements. So, text content element, kwa mfano paragraph, kwa tumeangalia janaa, so utakuja huku kwa website yako ko mfano jana h 1 hiyo ni element zingine, so wacha niseme helo o ohili nikakuja nikakwambia, utasaitumia pia hizi paragraph elements. So nikakuambia utasema, I am learning web development

Yeah, so tukirudi huku tutaiangalia vizuri cha tu preview, mwona hapa so tumeitumia h1 kutupatia hii heda. Sorry, nimemake mistake Swahili Coderz. So alafu tukaitumia paragraph, alafu kuna h2 tutaiangalia pia, ukasema kuna elements ingine ambayo inaitwa unordered list na ordered list. So, unordered list kwa mfano ni kahi tumeitumia huku juu, tulianza huku unordered list na kuna ordered list hell high kuna list hell high an ordered list so ukitumia okay for instance an ordered list akuja uh, utumie list hapa so my hobbies for instance nakupa hobbies zangu eh reading uh, uh,

Yeah, naangalia na hapa sijai kuonyesha vile nimeiweka, so nikirudi huku, sorry, so hapa ndo tumeiangalia, tumekuja tukaona an order list, nikatumia list hii ni list, so utaona reading books, coding, listening to music. Now, na unatumia UL elements na LI itakupa hii an ordered list, na kuna pia ordered list. So ordered list kwa mfano ni eh, ol na hiyo utaitumia for instance eh, reading books. Ukirudi huku utaiangalia.

Venye umeona hapo, so tumeangalia list, tumeangalia unordered list na tukaangalia ordered list. So ukitumia yu li list, le na hizo itakupa examples za ordered list. So hapo tumeangalia akwamba kuna two types of list another list na ordered list. So nyingine tulikuwa tumeangalia jana ni hapa hr, hiyo inakupa a eh, horizontal line so hiyo ni unaitumia hr alafu kuna nyingine 3 so Pre ni text ambayo imeshakuwa already formatted, text ambayo imekuwa formatted already. Yeah, unataka kuitumia hivyo venye hiko. For instance kuna kitu imeshaandika uh, already na ukaiformat na unataka iapie the same way to the website, that's when unaitumia hii. For instance mi tuseme education so this one aita chenge. Umeona venye iko, aita chenge kuwa kwenye la format ya CSS, we unahitaji hii already, iko already vyenye ishakuwa formatted, so aita I need to change. So, it's already That's what, that's when unatumia pre, so kuna nyingine kama vile nitakupa wewe mwenye asani mimi, nyingine uende uziangalie. So utaenda kuziangalia vitu zingine kama vile uh, fig kuna text uh, content zingine nyingi ambayo mtu anafaa ataweza kuziangalia so nikupa tu examples. These are examples of text contents zingine nyingi ambazo mtu anafaa kuzikangalia. So hapa is sote is sote taangalia paragraph, horizontal line, tumeangalia tumeangalia preformatted text, tumeangalia long quote, hatujaangalia e, hiyo lobat. Utaenda uangalie ordered list na unordered list the list yetu tumeiangalia description dl. So the formula of using them the same, hakuna kitu ina change. Kama kuna venye unataka kuitumia, just import venye tumeifanya na unaitumia the same way, hakuna kitu ina change. So ukiangalia hapa hizo ndio zile vitu ambazo tumeangalia hivyo. Now eh, wacha tuendelee tu na other eh, elements ambazo tunafaa kuiangalia kwa leo. Nitakupa tu chache alafu next time nadhani revu, so next time tutakuja tuiangalie tutakuja kuiangalia text, tutakuja uh, inline text semantics. So ilikuwa ni text content. So next time tutakuja tuiangalie eh, hii juu, naona hii video ishakuwa refu sana. Tutakuja tuiangalia hii line eh, text semantic, na examples ni anchor tag, na tumeiangalia hiyo kwa example already huku wakati nilikuwa uangalie navigation, ilikuwa nakuambia uangalie navigation, utaiona hiyo hapo. So, these are examples of eh, inline, inline text semantics. So ni anchor tag, na anchor tag kwa mfano ni hii ambayo nimeitumia huku, hii hapa, inasaidia sana kwa link ya is chorof pia ni hanga tag. So, yeah, e, utakuja tuiendelea kutoka hapo juu, naona hii ni kwa mrefu strong. Ni kuwa light, unafanya ikuwe light emphasis. Utakuja tuangalia ni kuemphasize something hapo, venye unaiona kuifanya ikuwe bold, italic, underlining, small mar so afa uiangalia hisi zingine sote, but endelea kuibuild ile profile yako yeah. So kutoka hapo k utasimama, please share subscribe, na uh, wengine wote ambao labda wanalan. So nme kupatia tu go through the elements ambazo ziziangalia, lakini iangalie zingine in details. Thank you very much.